Kwani wewe mimi nikikusema kutoka asubuhi mpaka jioni, wewe wewe una unaona upungukiwa nini? Yani mimi polepole pole. Amesema serikali, kwani amechukua bunduki ameenda polini? Serikali inayotii katiba, kiongozi yoyote akiwa madarakani awekwe kwa kodi zetu sisi. Leo hii tungekuwa tuna uwezo wa kuwatoa viongozi wote madarakani wananchi, tungefururusha kuanzia mwenyekiti wa kijiji, diwani, mbunge, sijui rais au wote haramu, tungefutilia mbali leo yani, leo tungefukuza wasilale kwao. Uwezo huo tunao na msisubiri, kila Mtanzania. Nepal walipitia kama tulivyopitia Tanzania. Nepal walipitia kila aina ya mateso ambayo tulipitia Tanzania. Watu waliibiwa uchaguzi, watu walitekwa, watu walipotezwa, watu walisingiziwa kesi wakawekwa ma, wakawekwa magerezani, watu walinyang'anywa mali zao, polisi walikuwa na nguvu kuliko raia. Nepal walivyochoka ilitoka nchi nzima yani, siku ya, kuandapa, ya kuandamana Nepal nchi nzima walitoka ndani, kwa sababu walikuwa hawana option. Sasa hivi watanzania hawana option nyingine, maisha yatazidi kuwa magumu. Leo nimepigiwa aluminium kutoka, kutoka elfu uh, 45 imepanda kwa shilingi elfu ishirini aluminium. Mradi wa SGR wa kwenda Mwanza umesitishwa, hakuna pesa na kuambia vitu vya ukweli kabisa kila kitu kimepanda, nauli za mwendokasi zimepanda, nauli za mabasi zitapanda, vyakula vitapanda, maisha yatazidi kuwa magumu. Kwa sababu gani? Nchi yetu haiwezi kuongozwa kama kisiwa. Tumezoea ku, tumezoea kuongoza kuongoza nchi kwa misaada kutoka nchi. Leo hii nchi mbalimbali zimezuia, zimezuia ma, misaada. Mtakuja kunambia, mtakuja kunambia Tanzania hatuwezi kujiongoza. Tume, tumeuza dhahabu zote, sio za kwetu, tunachukua pasenti ndogo sana bandari siyo ya kwetu. Uwanja wa kia siyo wa kwetu. Madini ya chuma siyo ya kwetu. Vitu vyote tulivyoyadi sisi, mtakuja kuniambia we nyamaza. Leo ipo siku, hauwezi kukaa njaa njaa, haiwezi kuweka ndani. Toka leo tumalizane leo, serikali wanapaswa kutusikiliza leo na sisi haturudi nyuma. We, hatu, utaua, utaua leo watu, kesho watasema watu wataandamana, na watu wamesema tarehe moja kesho wanatoka. Mungu awabariki sana, awafunike kwa damu yake Mungu awalinde sana, watu wote ambao tunasema hatuwezi kulala ndani wakati maiti za ndugu zetu tujazipata, hatujapata haki. Unachoweza kufanya kionekane, chukua risiti, tuma kwa mtu yoyote, hata kama sio kwa namba yako, tuone ni kipi kinaendelea. mwaka mpya gani twende tuipigania taifa yetu wa Tanzania. Watu wote ambao mpo hapa mnafanya kazi njema sana, Mungu awabariki wa sana, mnafanya kazi njema kila mtu apewe haki yake. Ni washauri jambo la mwisho na la msingi zaidi, tunahitaji umoja wetu, ukweni wa moja. Ikifika wakati kuna live za msingi, kila live ni ya msingi, lakini kuna live ya pamoja imefunguliwa, endeni mkajoini, watu tuwe wengi wa kutosha, tupeani hamasa hapo asubuhi mpaka jioni, watu wanafungua. Ukiona jioni kuna laivu kubwa zaidi, twendeni hapo tukapate madini, tuwafikie viongozi ambao tunaweza kuwafikia, waje hapa walete madini ya kutosha. Maandamano haya hayana chama cha siasa. Mi nikija hapa sihubiri habari za chama chote cha siasa. Naipenda bendera ya Tanzania yangu, inaipenda nchi yangu ya Tanzania. Tokeni twendeni, tukaandike historia. Fanya unachoweza kufanya ukiwa peke yako Mkiwa wawili mkiwa watatu mkiwa wa nne, fanyeni kile ambacho serikali itasikiliza. Fanyeni jambo lolote ambalo mnaweza kulifanya. Mnajua, tunatuma ujumbe kwa serikali iweze kutusikiliza, popote ulipo, mpaka siku ambapo serikali itasema tunasikiliza maoni ya wananchi. Wamekalia wamekalia viti haramu Wanakejeli, wanadharau, wanaona hatuna cha kufanya, kama ambavyo aitudharau mwanzo, tukatoka na sasa tutawashangaza. Mimi nawambia tu, tutawashangaza. Popote ambapo tutaitwa kwa wema, tutaenda, tutafanya kazi nzuri ambayo inampendeza Mungu na Bwana wetu na nchi yetu ya Tanzania. Popote tutakapoitwa, tutaitika. Popote ambapo tutafaswa kufika, tutafika, na si Dar es salaam pekee. Nchi sio ya Dar es salaam. Kokote ulipofanya jambo ambalo linaweza kusikika. Hebu sikiliza, chukua mkaa, naenda kwenye ukuta mweupe, andika tunataka katiba mpya, andika tunapinga utekaji. Chukua mkaa, chukua rangi, chukua nyeupe, naenda kwenye lami, andika tunataka katiba mpya, andika tunapinga utekaji, nchi nzima, andika kila sehemu. Uh, kitu cha kwanza tunataka watu wa, yani watu waelewe, kila siku ya mwanzo, yani watu wanadai nini? Kama nikasema wewe sawa, utasema ha, mimi labda kutoka eneo langu bwana, hatuwezi kutoka. Usimsubirie mtu mwingine atoke, wewe mwenyewe toka. Kama uko peke yako, chukua chukua chukua chukua, mkaa nenda kwenye ukuta mweupe, andika tunataka katiba mpya, andika Samia must go. Nenda chukua rangi nyeupe, nenda kwenye barabara ya lami, nenda kwenye madaraja yote, unashindwaje kuandika? walifanya hivi South Africa, walifanya hivi South Africa, walifanya hivi Kenya elfu mbili na saba. Kila Dar es Salaam ile, kuna madaraja kila sehemu kuna kuta, watu wanapita, watu wasome ujumbe wa Tanzania, tunataka nini. Nendeni hiyo sehemu ya ibada, hiyo sehemu ya msikiti, pelekeni ujumbe wa Tanzania, tunataka nini. Maeneo msisubiri, msiangalie tu Dar es Salaam. Wanafanya nini? Arusha wanafanya nini? Mbeya wanafanya nini? Iringa wanafanya nini? Unachoweza kufanya wewe kichwa kidogo fanya wengi watasoma asubuhi. Ukiandika neno katiba mpya sehemu inayoonekana watapita mamia na maelfu watasoma, tunataka katiba mpya, tunapinga mauaji ya tarehe ishirini na tisa, tunataka miili yetu ya ndugu zetu tukazike. Andika kwenye ukuta, piga picha, tutumieni. Kila mtu anachoweza kufanya afanye, wakuruhusa juu juu ya bati, ruhusa juu juu ya bati, ili mradi ujumbe umefika, tunataka mabadiliko katika taifa. Ukiitwa, nenda kwenye pointi ya maandamano, nenda andamana unachoweza fanya unachoweza, kila siku ya Mungu fanya unachoweza. Tukisema maandamano yasiyokuwa na kikomo, sio maandamano ya barabarani peke yake. Unapoweza kufanya fanya, fikisha ujumbe, kata mti, angusha chini, ziba barabara kwa nani, atakuona unakaa katikati ya msitu huko, polini huko, kijijini funga barabara hata kuona nani fikisha ujumbe funga barabara, ujumbe barabara weka tunataka katiba mpya kila siku ya Mungu ujumbe ufike ujumbe ukifika kila siku awa, watu ni wepesi watarudi nyuma na watu nataka hatupaswi kupuuza tukiruhusu hii hali iwe ya kawaida itatulazimu tupate miaka mingine ishirini turujie tarehe ishirini na tisa hatutaki kupooza tokio la tarehe ishirini na tisa unachoweza kufanya fanya ukiweza kuposti posti ukiweza kuzungumza zungumza ukiweza kufungua live fungua live. Fanya unachoweza kufanya, kinachothibitisha haki kwenye nchi yako ya Tanzania. Tusitafutiane lawama, usimtafute mchawi. Hakuna atakayefanya kwa niaba ya wengine. Unachoweza kufanya fanya, kwa niaba ya taifa lako. Asante na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Ubarikiwe sana kakatoa, tunashukuru sana kwa kututia moyo, maana leo leo ndiyo siku ya mkesha wenyewe kuelekea kesho, siku ya tukio lenyewe tunashukuru sana sana sana sana. Ukipata nafasi, yaani uwepo tu hapa Maria, unaweza ukatusogezea pia. Tunashukuru pia tena, tunawakaribisha sana yaani, yani hata kwa wiki, hata mara mbili tunawakukaribisha sana kwa kwa, tunawakaribisha sana Dada Maria, mchango wenu ni mkubwa sana kwetu kwe sisi vijana wa Gen Z, tunawapenda na tunawakaribisha sana sana ndugu. Uh, za ni taarifa okay. Asante uh, Tanzania. Taarifa nilionayo ni chache tu kwa ufupi, ndugu wapambanaji. Tunavyoongea, SGR ya kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma. <laughs> usafiri hakuna, na sababu iliyotoka mpaka hivi sasa ni kwamba mvua zilizonyesha mchana wa leo. Jamani, kila siku tunasema tunajua, kwenye hizi space tuna mamluki, lazima kuna watu ambao wana maavi kichwani, hao wa bilioni moja ambao wako hapa, sio sio sio sio sio watu wa makumbolelo. Kuna UVCCM mama mitano tena, wote wako hapa na wote watashindwa kusafiri na ikadhe na tukuta sote mradi ambao umegalimu trillions of money masisi wao wanakuambia tu mvua, kaka, mimi unasikia kaka, ksirio. Kaka, kaka, ksirio. Kaka. Kaka. Hii inshu waliokuwepo asubuhi nimeizungumzia hapa kwamba vigogo wa UV, eh, vigogo wa CCM ambao ni CCM mtandao katika barabara ambayo wana mabasi ambayo wana mabasi nachoambia wanafanya makusudi hii inshu. Hii reli ilitaka ku, yani inaondolewa kwenye, kwenye, kwenye, kwenye usafirishaji makusudi kwa sababu imeanguka mara mbili treni ambayo ni mpya imeanguka mara mbili. Sasa hivi wanasingizia mvua. Je, tunauliza swali la muhimu kwamba hii reli ilinunuliwa ileto tang, Tanganyika ili fanye kazi kipindi cha, cha, cha, cha kiangazi peke yake je, ililetwa kwa ajili ya kiangazi? Na kama ililetwa kwa ajili ya kiangazi, ni kwa nini hawakutuambia Watanganyika tujue hili? Kama ililetwa kwaajili ya kiangazi, ni kwa nini hawakutuambia tujipange? Na hili jibu linakuja ni hivi, mabasi ya yesta, mabasi ya kinabudi, mabasi ya kina nani wale, hebu eh, eh nisaidieni hapa chini wote wanakosa abiria kuanzia Dar es Salaam tu Dodoma. Wanapata abiria kuanzia Dodoma kwenda Mwanza. Kwa hiyo zaidi ya mikoa mingapi hapo? Zaidi ya mikoa mingapi hapo? Inategemea mabasi na mabasi mengi yalioko kwenye hizo hiyo barabara hiyo, wengi wako CCM, si wengi? Ni wabunge wengi ni CCM, si mtandao? Kwa hiyo, inauliwa, inauliwa. Kwa hiyo hii inauliwa inauliwa makusudi kwa ajili kwa ajili ya ya, ya, kuwanufaisha wao CCM wa si mtandao wa Tanzania. Ifike hatuo, tuamke hata kama ni mabasi yao hayo, tuyasuse, tuyasusieni kabisa, hata tusiasafi, tutafute njia nyingine ya kusafiri, kwa sababu huu ni mfumo wanaouandaa mapema, kwa sababu waziri mkuu feki ni ana kampuni ya mabasi eh. wakina Shabibi wana kampuni ya mabasi, wakina Abudi wana kampuni ya mabasi. Hapo kinachotumika ni nini? Wanaitoa, wanaitoa, wanaitoa iyo reli wanaitoa hiyo hiyo hiyo treni barabarani, ili waingize mabasi yao, wakati hizo ni kodi zetu. Tozo alizipitisha huyo huyo Mwiguru na, na doctor, eh, nani huyo nani, spika Tulia, wamepitisha kodi, tumekubali kuchangishwa kidogo kidogo katika hizo kodi, kuinunua hiyo hiyo hiyo treni. Leo hii watu wanapigwa, wanalala hapo, wanashinda hapo, eti treni haifanyi kazi, mara sijui imegonga nyani, imepiga msamba mara sijui imegonga nini imeua mpaka watu wakashindwa kutwambia, wakaficha. Tusikubali, kesho twende tukaichukua Tanganyika yetu. Tusikubali, tusikubali hiyo treni inaondolewa barabarani. Ndio maana haijaendelezwa kujengwa kwenda Mwanza, kwa sababu walijua ikifika Mwanza mabasi yote yanotembea hiyo barabara yatakosa abiria. Hivi nani atakubali kupanda basi wakati kuna treni ya spidi hapo? Nani atakubali kupanda basi kutoka Mwanza mpaka Dar es Salaam? Hakuna. Zaidi ya mikoa mingapi hapo inategemea eh, itapata hiyo huduma. Kuna Morogoro, kuna Dodoma, kuna Singida, kuna Tabora ambapo ni manyo, singi, nani manyoni hapo? Eh, kuna Shinyanga, eh, kuna Mwanza na ile treni Magufuli alikuwa na, na, na, na, na ndoto kwambi iende mpaka Geita. Kuna mkoa wa Mara, kuna Geita, kuna wapi? Zaidi ya mikoa mingi inayotegemea hiyo treni, wameshindwa kuijenga kuiendeleza, kwa sababu wanajua wana mabasi. Kwa hiyo issue ya treni, issue ya treni, najua mnaelewa, funguweni akili zenu mwelewe hilo. Waziri mkuu feki ana mabasi, sijui wabunge, wabunge gani mafeki waliojiweka pale wana mabasi, na mabasi yawe mengi yako kwenye barabara ya Mwanza Eh, kwenda eh, Dodoma, kwenda Dar es Salaam. Kwa hiyo kwa hiyo, nyinyi ofisi semu mnokuja hapa na vimiambili miambili vyenu hivyo, kesho tunaingia barabarani. Si Tanganyika mtaiachia. Tanganyika mtaiachia. Haiwezekani, mnatuache vikazi vya kijinga kijinga, mnakuja kudanganya bodaboda mtawape waarabuni wakati hata Kiingereza wajui, Kiswahili chenyewe ndo hivyo kwa shida, watu wamesoma kwa shida. Umuwatoe hapo, mna wadangadangae, mtawapeleka sijui wapi? Sisi hatuhitaji kuendesha bodaboda, sisi tunahitaji viwanda, sisi tunahitaji tuna maziwa ya kutosha, tuletee pembejeo tulime, tuna ardhi nzuri sisi tunahitaji ajira, hatuhitaji kuwa bodaboda, hatuhitaji kuhamishwa nchini kwetu kupelekwa kwenye nchi nyingine eti kuendesha bodaboda. Hakili ya matope, ndugu zangu. Sasa hivi tupuuze wasanii, tupuuze sijui Kajara na hamunaizi, tupuuze takataka zote zipuuze, tuiangalie jinsi gani tutaichukua Tanganyika yetu. Hatuna muda wa kurambanarambana masikio hapa.